Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana wetu kipenzi chetu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, tutaendelea na madarasa haya ya sera Bwana Mtume kwa taufiki ya Allah jala jalala, na tumefika kuelezea matukio ya ule mwaka wa kwanza wa Hijra na tumeelezea baadhi ya matukio tukasema sasa tutaingia ama matukio yatakayokuja yatahusiana na mambo ya kivita, vita na mambo ya jihadi. Tobaan, kama eh, tunavyojua eh, kabla ya hapa ilikuwa maswahaba hawana ruhusa yani, ya, ku ya kufanya jihadi ya kuritaliate, yani kwa lugha yetu. Eh, ilikuwa aya nyingi zinazokuja ni za kuhimiza kusubiri kuona subra yale maudhia eh, zile tabu na mambo kama hayo lakini sasa, uh, ilipofika uh, stage kama hii ama miaka kama hii, baada ya hijra sasa, wakapewa ruhusa uh, wakapewa ruhusa sasa wafanye jihadi. Mwanzo kabisa ikawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam iwatuma saraya. Saria ni nini, saria ni asli ya neno saria yani ni jeshi ama kipande cha jeshi, lakini ukisoma ama tukisoma katika vitabu eh, va taarikhi ama va sera, ukisikia saria maana yake ni <coughs> ni vita ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wasallam hakufanya nini, hakuhudhuria na ukisikia ghazwa ni vita ambavyo Bwana Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alifanya nini, alihudhuria. Kwa hiyo, uh, hapa, uh, tutaanza mwanzo kabisa Bwana Mtumi alituma saria ikiongozwa na Saidina Hamza radhiallahu anhu, asadullah, uh, sayidu shuhada, uh, saria hii ni Bwana Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alituma ule mwaka wa kwanza eh, mwezi wa Ramadhani. Tamam ba, takriban baada ya miezi saba baada ya hijra Akampa Saidna Hamza ile e, liwa yani uongozi. Eh, liwa asla ni le flag, sio? Naam, bendera yani, naam, ikawa. <coughs> Saidna Hamza ndo kiongozi wa saria hiyo eh, na akawapa chini yake takriban watu thelathini, na wote wakiwa ni Muhajirina, na akawaelekeza wende wakapate msafara wa kikureshi Tabaan e, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akiwapa maelezo haya kwa sababu gani ha? wale Makureshi walitukua mali ya wa Waislamu, Waislamu ma mali yao yalichukuliwa yali, yali walipokuwa wakifanya Hijra. Sasa ile kwenda kuchukua kupata ile misafara ni kuwa wanakwenda kurecover mali yao, manake wamechukuliwa mali yao kidhulma. Bas wakatoka uh, Saidina Hamza na wale watu wakaenda Wakapatana na ule msafara, na katika msafara kulikuwa na yani, miongoni mwa wale Makuresh walikuwa takriban Makuresh 300. Fikiria huku wao kwa 30 na Makuresh ni 300, miongoni mwa Abu Jahal alikuwa sasa. Walipopatana sasa, kwenye uwanda wa vita, kabla ya kupigana kwa mapanga, kulikuwa na kurushiana rushiana eh, mishale hapa na pale kidogo, lakini si sana eh, lakini akaja mmoja akiitwa Majdi bin Amr al-Juhani akaja akangia kati yao na akazuia vita. Yaani akafanya akafanya akafanya akafanya mpaka hakukutokea nini? Hakukutokea vita. Wale Makoresh wakashika ndia zao ndia yao, na huko Waislamu pia wakarudi zao. Hakukutoka hakukuwa na mapambano yani, tukisema hivi. Eh, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimshukuru huyu alozuia mapambano. Yani, huyu eh, Majdi kwa hiki kitendo bwana Mtume alimshukuru kwa sababu waliokiangalia, uchache wa Uislamu sasa, labda kulikuwa na ihtimali kuwa wao watafanya nini, labda watalemewa. Kwa hiyo ile kuepusha kuepukana, ama kuepushwa kutokana na mapambano, ikawa ni kwa maslahi ya nani? Ya Uislamu. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamshukuru sana huyu yani, akamtaja kwa uzuri kwa kile kitendo cha kuzuia kusiwe na nini, eh, mapambano yote baina yao, naam. Pia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatuma saria nyingine mwaka hunu hunu wa kwanza. Alituma saria nyingine chini ya Ubaida eh, bin al-Harith bin al-Muttalib bin Abd Manaf, tamam, na akampa pia bendera nyeupe huyo Ubaida radhiallahu anhu, na akampa ama, akawapa chini yake watu afwan, <coughs> takriban watu 60, eh, katika muhajirina na, ilikuwa baada ya miezi minane baada ya nini? Baada ya hijra, bas akamwambia, e, e, bwana mtume sallallahu alaihi wa, wa alihi wasallam akampa maamrisho kwamba aende e, bat aende e, katika Rabigh tamam <coughs> ukenda pale wakakutana na mushirikina tamam <coughs> katika sehemu inaitwa Ahya ama maji, yani sehemu kuna mito mito inaitwa Ahya. Wakifika pale, wakaanza sasa kurushiana nini e, mishale na hapa wakarushiana mishale si kama uh, uh, uh, ile saria ya saidina Hamza la hawa kidogo walirushiana uh, mishale, lakini pia hakukuwa na mapambano kwa mapanga, hakukuwa na mapambano ya mapanga. Kila mtu akarudi zake, kila mtu akachukua e, njia zake, kila mtu akachukua njia yake akarudi. Naam. Na katika mushirikina miongoni mwao kulikuwa na uh, uh, uh, yani kiongozi wao takriban alikuwa Abu Sufyan bin al-Harb. Naam. Lakini pia ikasemekana yani kuna kauli nyingine eh, wanazuoni wengine wa tarikhi wasema la bali ilikuwa ni eh, mtoto wa Abu Jahal ambaye ni aben Ikrima Ikri bin Abi Jahal. Naam. Alikuwa wale makafiri ma, um, wako watu mia mbili takriban. Kwa hiyo waislamu walikuwa 80 eh, afwan waislamu walikuwa 60 eh, na hawa makafiri um, wakawa 200. Naam. Lakini kama tulivyoeleza pia hakukutokea vita vyovyote, kila mtu akashika njia yake naam. Pia katika eh, saria alizozituma Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ni saria ya Sayidina Sa'd bin Abi Waqas radiyallahu anhu, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pia alimpa bendera nyeupe eh, na akawa akampa watu ishirini peke yake okay wote wakiwa ni muhajirina. Sijui kama hapa eh, twalahi twa, twa, twa jambo eh. Saria ya Saidina Hamza, muhajirina wote eh. Saria ya Ubeida bin Alharith, muhajirina wote, ya Saad bin abi Waqas, muhajirina wote. Kwa sababu gani eh? kama tulivyoashiria, manake hawa walikuwa ndo wamepokonywa mali zao walipoondoka Madina, wao wamefanya nini? Wamepokonywa mali zao walipoondoka Maka afwan, yani kufanya hijra kwenda Madina, walipokonywa mali zao. Sasa kama wanakwenda kurikava nini mali yao Shana, naam bas akatoka e, Saad bin Abi Waqasi, tamam wakitaka pia msafara wa Kiqureshi lakini ule wakati ambao alikuwa ameambiwa ama, ile siku labda alikuwa ameambiwa, labda ule msafara utafika sehemu fulani, basi kulingana na zile timing, wakifika ile sehemu kwa msafara ushawafanya nini? Ushawapita, ushawaponyoka, ushahepa. Kwa hiyo usha hawakupatana ha, hii saria ya Saad bin Abi Waqas, wala hawakupatana na wale nani, na wale mushirikina. Kwa hiyo kifupi, hizi ndo saraya ha, Chache ambazo tumezigusia katika mwaka huu eh, wa kwanza na kuna matukio mengine ama wafayat eh, yani watu waliofariki mwaka huu eh, watu waliofariki mwaka huu wa kwanza katika maswahaba miongoni mwao ni Uthman bin Madhun eh, Uthman bin Madhun alikuwa ndugu yake bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kunyonya Ha? Na huyu mashallah alislimu kitambo, yani katika watu wa mwanzo kusilimu e. Na alikwenda hijra mbili, yani tukisema alikwenda hijra mbili ni nikuwa alikwenda Madina e, na mwanzo kabla ya hapo pia alikuwa amekwenda wapi? Habasha tamam. Hata huyu alipozikwa e, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaamrisha e, maji yake anyunyiziwe maji kidogo e, kisha akaweka juu ya aka kaburi lake jiwe akasema hii itakuwa kama alama e, mimi nitamjua ndugu yangu, na pia nitazika katika ahli zangu, yaani watu waliokufa katika mandugu zangu katika familia zangu nitawazika hapa tamam. <coughs> E, na pia miongoni mwa waliofariki mwaka huu ni katika Ansari, sasa ni asad bin Zurara e, na huyu asad bin Zurara, kama tunavyokumbuka, alikuwa ndo katika wale manukaba kumi na mbili e, tulieleza kuwa walipokuja ile bai'at al-Aqaba ya pili bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alichagua kama representatives kila kabila representative. Ama tuseme kila tumbo la ansari representative. Sasa mmoja kama tunavyokumbuka ni huyo As'ad bin, bin Zurara. Sasa As'ad bin Zurara alipofariki ikawa wanataka representative mwingine, eh? Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajitagua yeye mwenyewe akasema eh? <coughs> Mimi eh, ndo nitakuwa naqib, yani nitakuwa representative wa Bani Najjar. Manake huyu Asad alikuwa ni wa Bani Najjar eh, sasa bwana mtume akisema mimi ndo nitakuwa representative wa Bani uh, uh, uh, uh, uh, uh, Najjar. Kwa sababu gani? Kwa sababu eh, yeye ni ibn ukht, ni ibn ukht. Yani yeye bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nasaba yake ya rudi, hususan yani upande wa mamake yenda kwa hawa Bani Najjar, yani hawa ni kama akhwali zake Eh, akhwali utasema ni wajomba zake, abannajari ni kama wajomba zake. Kwa hiyo bwana Mtume ni miongoni mwao, ndio bwana Mtume akawa yendo kama representative wao ya yabakhtahum. Lakini eh, pia miongoni mwa waliofariki mwaka huu ni albara bin ma'rur, na huyu pia alikuwa katika wale nuqaba tamam. Eh, na yendo alizungumza katika ile bai ya ya akaba ya pili kama eh, tunavyokumbuka. Naam. Kwa hiyo eh, haya ndo matukio machache yanayohusiana na saraya alizotoma Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwaka huu wa kwanza eh, na pia baadhi ya walo kufa katika maswahaba. Inshallah tutaingia eh, katika madarasa yajayo eh, mwaka wa pili, ingawa baadhi ya maula maona tuambia kuwa yani baadhi ya wanaopokea yani eh, sira wanaeleza kuwa hivi hizi saraya tulizozitaja hizi tatu eh, ya Saidina Hamza

mwaka wa pili. Kwa hiyo ni khilafu ya wana tarikhi naam. Lakini tumetaja katika mwaka wa kwanza kwa ajili wengi katika wamesema, bali saraya hizi ama matukio haya yalitokea katika mwaka wa kwanza baada ya hijra bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inshaallah tutakomea hapa, tutaingia katika mwaka wa pili. Wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa, wa akhira